Kuna aina ya vita ambavyo havisikiki kwa milio ya risasi. Havionekani kwenye drones, wala havichorwi kwenye ramani za kijeshi. Lakini ni vita ambavyo vinaua askari wengi zaidi baada ya vita kuisha, sometimes kuliko hata waliofia vitani. Sio sometimes, many times. Hii ni stori ya sniper wa Israeli, Joshua Boone ambaye mwamba kisa chake ni mwendelezo wa kile tunachosikiaga kwamba askari wengi wanaotokaga vitani huishia kujiua, na Israel inapitia nyakati hizi mara kibao, labda tu husikii kwenye media. Matukio kama haya ni ushahidi kwamba kuua binadamu sio sawa na kuua kuku. Hata wenye mafunzo na ruhusa za kisheria za kuua huwa hawabaki salama. Mara nyingi naamini kuna kitu mimi na wewe tunafanana, ndio maana unaguswa sana na aina hii ya stori za like geopolitics na matukio yake. So kama ni kweli YouTube wameseti channel kufika kwa wengi zaidi endapo idadi ya subscribers itaongezeka. Sasa kwa wewe ambaye hujasubscribe, naomba uniahidi kitu kimoja. Hii stori inayokwenda kukupa, kama utaipenda, hautomaliza bila kusubscribe. So acha tubet, let's go. Joshua amehit 2026 baada ya kifo chake, lakini alizaliwa 1988 huko Idaho, Marekani. Means sio mzaliwa wa Israel, hakukulia kwenye kambi za kijeshi wala kwenye mashambulizi ya roketi. Lakini siku moja alifanya uamuzi ambao ungebadilisha maisha yake yote. My whole life.

Sasa kuna triki moja hapa, inabidi uielewe. Uraia wa Israel ni moja ya mambo complicated kinoma, kwa sababu ya historia yake unayojua ya Uyahudi, kwamba ni dini na ni jamii at the same time, I know, kuna vitu vingi so, hata kama umeipenda Israel na Israel inakuhitaji, bado huwezi kuwa muisraeli kamili, so unakuwa ni outsider, na ndicho ambacho kilitokea kwa Joshua. Aliingia jeshini kama kile wanachokiita lone ukisikia lone soldiers ni askari anayehudumu jeshini bila kuwa na familia ya karibu ndani ya nchi. Yani unapigana vita lakini una mzazi wa kukupigia simu, una ndugu wa kukuhagi ukirudi kutoka frontline. Joshua alihudumu kwenye vikosi vizito kabisa, Golan Brigade. Ukisikia Golan ni ile milima ambayo sahivi Israel wanataka kuichukua kule, na Camel Brigade kwenye vita vya Gaza. Unaambiwa mwamba alikaa kazini kwa zaidi ya siku mia saba mfululizo. Unaishi kwa wasiwasi, unasikia mabomu, unaua watu. Hapa tunaongelea zaidi ya mwaka na miezi kumi na moja ya kupitia hizo situations, alikuwa ni sniper. Mara nyingi sniper unakuwa hauoni vita kama askari wengine wa kawaida, sniper unamwangalia adui machoni kabla ya kupull the trigger kwa hiyo taswira ya kila roho uliyoiondoa inajisave kichwani. Sometimes uliua watoto, wanawake au watu ambao nafsi yako wewe mwenyewe inajua kwamba mi kwa amba, ni utashi wangu nisingeweza kuumua yule mtu. Lakini kwenye vita ya Gaza adui alikuwa ni kila mtu kwa sababu ya situation iliyokuwepo. Hatujui Joshua aliona nini au alifanya nini, lakini naweza kukupa idea ya wanachokipitia masnipers kwa kutumia movie moja ambayo inaitwa American Sniper. unaifahamu bila shaka. Hii movie ni true story ambayo inalingana kwa sehemu kubwa na hiki cha blaza Joshua. ipo hivi: Chris Kyle alikuwa ni askari wa jeshi la maji la Marekani, US Navy Seals Mwamba alijulikana kama sniper hatari zaidi katika historia ya Marekani. Alizaliwa Texas miaka ya 1974 na aliingia jeshini baada ya mashambulizi ya kigaidi yale ya 911 akiwa na lengo la kulinda nchi yake. Ndani ya vita alikuwa akijulikana kwa utulivu wake, usahihi na uwezo wa kufanya maamuzi ya haraka kwenye mazingira ya presha. Umaarufu wake ulitokana zaidi na misheni zake za Iraq wakati wa vita vya iraki vile elfu mbili na tatu hadi elfu mbili na tisa chris kyle alipelekwa iraki mara nne na alihusishwa rasmi na mauaji ya wa wapiganaji wa adui zaidi ya mia moja sitini yaliyothibitishwa ingawa yeye kama yeye anasema idadi ilikuwa ni kubwa zaidi ya hiyo mishen iliyomfanya ajulikane sana ni ile iliyomlenga mpiganaji aliyekuwa anakaribia askari wa marekani akiwa na bomu risasi moja tu ya mbali sana ili aokoe maisha ya wanajeshi wengi wenzake na kumpa AKA mpya The Legend. Kwenye movie kuna scene moja ambayo Mwamba analazimika kumshuti mtoto mdogo. Hii ni scenario ambazo snipers wengi hupitia, na hatujui huwa wanafanyaje, kwa sababu unakuwa na sekunde chache za kuamua usalama wa kikosi chako kizima. Obvious, unafundishwa kuchukua maamuzi, shoot to kill. Alikufaje? Ndo story inapoungana na ya Joshua. Chris Kyle alikuwa anajaribu kumsaidia askari mwenzake wa zamani, anaitwa Eddie Ray Ruth, aliyekuwa ame maliza shughuli zake jeshini akiwa na matatizo makubwa ya mental health, wanaita PTSD, ni kifupi cha post traumatic stress disorder. Sasa huyu blaza Edi, alikuwa anaonekana ana dalili mbaya zaidi kwa sababu najua zinatofautiana eh. Alikuwa na wasiwasi, hasira zisizoeleweka na ile wanaita paranoia, yani unahisi watu wanakufuatilia au wanataka kukudhuru ndo wanaita paranoia right. Na alikuwa amewahi kulazwa Mirembe yao huko hospitali za watu wenye matatizo ya akili. Chris Kyle ambaye baada ya vita alikuwa akijitolea kusaidia wanajeshi wanaopitia hizi situation, na mmoja wao alikuwa ni blaza Edi. Sasa moja ya routine ambazo alikuwa anampa ni kumchukua na kumpeleka kwenye mazoezi ya shooting range, yaani eneo wanalofanya mazoezi ya eneo wanalofanya mazoezi ya kulenga shabaha kwa Marekani ni utamaduni wa kawaida, na ilikuwa ni namna ambayo alikuwa anahisi anamfanya apone kwa vitendo. Sasa siku ya tukio mwaka elfu mbili kumi na tatu, Chris alienda na mshikaji wake Chad Litefrid kumchukua Eddie na kumpeleka kwenye shooting range, eneo wanaita Glen Rose huko Texas. Lakini akiwa huko, Eddie alianza kuonyesha dalili za kuchanganyikiwa zaidi. Kulingana na ushahidi wa mahakamani, Eddie alianza kuhisi kwamba Chris na mwenzake wanataka kumuua. Akiwa kwenye hali hiyo ya paranoia kali, ukumbuke tayari ana bunduki mkononi ndio eneo alipo. Eddie alichukua bunduki na akampiga risasi Chris Kyle na Chad akawaua wote wawili pale pale. Kifo chake kilizua mjadala mkubwa kuhusu athari za vita kwa askari wanaporudi nyumbani na hapa ndipo simulizi yake ikageuzwa kuwa filamu tunayoifahamu American Sniper. Sasa, Joshua stori yake ilikuwa hivi, kwa nje afande Joshua alionekana sawa. Alikuwa jasiri, mwenye vibe, mcheshi na wenzake walimwamini sana kwamba akiwa nyuma ya kioo chake cha mashine ile ya kumimina shaba ya kuwazumu wauni wa Hamas hakuna ambaye alipona. Zilikuwa ni za kichwa tu. Jegeje Sabei za kichwa. Lakini ndani yake vita ilikuwa inaendelea kimya kimya. Baada ya muda mrefu vitani, Joshua alianza kuugua hiki tunachokiita PTSD, Post traumatic stress disorder. Yale yale aliyougua blazaedi na maelfu ya wenzao hii ni hali ya akili inayompata mtu aliyeshuhudia au kushiriki tukio la kutisha. So hii, PTSD inampata mtu kwa kushuhudia au kushiriki tukio la kutisha. Kwa hiyo inawezekana ulishiriki au uliona, sio lazima uwe ulifanya. PTSD haiji kwa damu, inakuja kwa ndoto mbaya, kwa flashbacks, kwa hasira zisizoeleweka, kwa kujitenga, na mara nyingi hamu ya kuishi ndo unaanzaga kuisha. So swali la kwa nini usijiue linakosa majibu, na mawazo ya kujiua yanakuwa yanapigiwa tiki na ubongo wako. By the way, watu wengi wanauliza kwa nini ujiue, lakini swali gumu zaidi ni kwa nini usijiue. Sababu kila mtu anasema maisha magumu, maisha mabaya. Kwa nini usijiue ni swali ambalo linakupeleka deep kujua ukisijiue. Okay, kwa sababu na watoto Sijiui kwa sababu nina ndoto, sijiui kwa sababu nina hii Sigi... yani, jiulize hivi, kwa nini haujiui? Kwa sababu kujiua si kupumzika, hamna stress, hamna maumivu, hamna chochote. Kwa nini haujiui? Ni kwamba uhai ni mtamu sana, right? Yes. Sasa ukijiuliza kwa nini usijiue, utagundua okay, kumbe uhai ni mtamu. Kwa hiyo utathamini zaidi uhai, lakini ukiwa kwenye situation kama blaza Joshua, kwa nini usijiue linakuwa ni swali gumu sana. Kwa askari wa sniper, PTSD huwa ni nzito zaidi kwa sababu kumbukumbu kumbu ya mtu alimuua haziondoki kirahisi kwenye akili. Askari wa kawaida unajua, sometimes wanaangusha tu au kurusha mabomu so uoni direct umemuua nani. Ni wachache sana wanakutana face to face kwenye mazingira ya kukumbuka sura na situation za matukio anayofanya. Sometimes askari wa kawaida pia anaweza kupata nafasi ya kufanya mambo mema kwenye ardhi ya adui. Mfano, unamokuwa mama au watoto waliokuwa wamebanwa sehemu au unampa chakula mtoto aliyekuwa na njaa au maji au pata rafiki kwenye nchi ya adui. Yanatokea hayo, you know, na maisha mengine ambayo yanakupa ahueni kisaikolojia hata kama umeshuhudia mambo mabaya, lakini sniper unakuwa mwenyewe alafu au na mwenzako mmoja, na kila unayemzoom lengo ni kumla kichwa. So Joshua alimaliza rasmi huduma yake ya akiba, reserve service, na kwenye makaratasi vita vilikuwa vimeisha kwa upande wake lakini kichwani vilikuwa bado vinaendelea. Januari 11 mwaka huu 2026, Joshua Boone alipatikana amekufa mjini Beersheba, akiwa ni chalii tu wa miaka 32, maanake amezaliwa 93, chalii. Ripoti zinataja uwezekano wa kujiua au kuji overdose zikihusishwa moja kwa moja na kile kile PTSD ya vitani Gaza na hapa ndipo stori yake ilipogeuka gumzo, kwa sababu Joshua, ukumbuke, alifariki muda mfupi baada ya kumaliza huduma yake rasmi kwenye jeshi la Israel, IDF. Kwa hiyo hawakumtambua kama askari aliyefia vitani. Kisheria alionekana kama raia aliyekufa geto kwake, sio shujaa wa vita. Hili ndilo liliamsha hasira kubwa. Kuna komuniti yao wanaita Lone Soldiers, wanajeshi wenzake na mashirika kama Nefesh B'Nefesh na Friends of IDF waliibuka kudai heshima kamili ya kijeshi kwa blaza Joshua Boone. Rais wa Israel Isaac Herzog alimwenzi hadharani kama shujaa. Kuna mtu atauliza "Eh, kumbe Israeli ina raisi?" Yes, <laughs> President Isaac alisisitiza kuwa vita havimaliziki askari anapovua sare, vinaendelea kichwani. Ndio maana kuna program maalum kama NBN, FIDF, lone soldiers program. Hizi huwa zinawasaidia kabla ya jeshini, wakati wakitoa huduma na hata baada ya huduma. Kwa hiyo unakuwa ni kama rutini hivi ya kusaidia kisaikolojia, kutokana na mambo unayoyaona kama mwanajeshi. Lakini hata hivyo huo msaada auondoi majeraha yote, na Joshua hakuwa wa kwanza na kwa bahati mbaya zaidi ni kwamba hatokuwa wa mwisho. Baada ya vita vya Iraq na Afghanistan, maelfu ya wanajeshi wa Marekani walijiua kutokana na PTSD. Katika majeshi mengi duniani, idadi ya askari wanaojiua baada ya vita mara nyingi huwa kubwa kuliko waliokufa vitani. Joshua the Sniper alilindwa vitani kwa sare zake, silaha na taifa, lakini alipoondoka vitani, vita vilimfuata nyumbani magetoni. Niliwahi kusema vita haina mshindi, ina vifo, majeruhi na majeraha. Kama umevutiwa na hii, labda kuna kitu unafanana na sisi, so naamini utavutiwa na nyingine zijazo. Nionyeshe sapoti yako kukubonyeza, kubonyeza like and subscribe kwenye hii akaunti. Pia komenti zako naziona na, na nazipitia. Asante kwa wote mnaosapoti mchongo. Naitwa Grayson Gideon. Hii ni MDC Madini.com, taarifa na maarifa.